Tunakuja na kuendelea madarasa na yetu ya kaifiyatul ghusl. Walillahil hamd, jana ndugu zangu wa Islam tuliona jinsi gani muislamu anafaa kuoga janaba, tukuonyesha kwa vitendo alhamdulillah. Nadhani nyote mlifahamu zoezi la jana. Kuna mtu ambaye ana swali ama hakuelewa? Ndugu zangu wa Islam, alhamdulillah, leo inshaallah tutakwenda kufafanua kidogo, kuna kaifiyatul ghusl mara mbili kuoga janaba unagawanyika mara mbili, ndugu zangu wa Islam. Kuna kaifiyatul kamal au kaifiyatul istihbab, na ya pili ni kaifiyatul almujzi au almujzia. Ile ambayo tukionyesha jana ni kaifiyatul istihbab au kamal. Mtume aliwahi kuoga vile kwa ukamilifu kwa kuanza na nia, alafu kosha sehemu ya siri Alafu kwa kuja kutawadha udhu wa swala, alafu kuosha nyele ye zako, alafu kuanza upande wa kulia, upande wa kushoto, alafu mwili mzima. Hiyo ni kaifiyatul kamal au kaifiyatul istihbab. Leo inshallah tutakwenda kuashiria namna nyingine ambayo watu wanakoga janaba. Kwa hivyo kuna watu wengine wanaoga tofauti, sikuwa wamekosea, la, ni kaifia ya pili, namna ya pili namna ya pili ni gani ya hibati fillah, namna ya pili inaitwa kaifiyatul mujzi'a. Hino ni fupi, si ndefu kama ilo, kulingana zile nini, step zake au steps zake. Hiyo ndugu yangu Muislam, unaweka nia kwanza, tanwi nia kuwa mimi naoga josho la na janaba. Nia inapambanua baina ya ada na ibada. Wewe ukitoka jasho sasa, toka zoezi, ukioga kawaida, hiyo ni ada, umeoga kujisafisha tahirisha kuwa msafi, kutoa majasho na harufu, lakini ukitia nia ibada ni kuwa ni ibada unafanya kwa ajili ya nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo unatia nia kwanza, alafu mujzia, una mwaga maji mwili mzima kwa mara moja, hakuna kutawadha hakuna kulia, hakuna kushoto. Unatia nia ya kuoga janaba, alafu unafanya nini? Unajimwagilia maji mwili mzima. Tukasema alghuslu ta'mimul badan bilma'i tahur, hiyo ndo maana yake. Au maula mwingine akasema mujzi'a. Unatia nia, wale watu ambao wanaogelea utatia nia ukiwa baharini na una janaba, utatia nia ya janaba, alafu utaruka chomo ndani ya bahari viingia kutoka janaba, nini nani lishaisha. Au wengine wakasema mujzi ha, kuna zile bath tube unajua zile, zile eseni zile za kuogea naam. Wengine wakasema pia ile ina inafanywa qiyas inafanywa mukarana na nini na bahari, kwa sababu maji ni mingi. Sasa ukitia nia alafu ukikaa katika ile bath tube ukiingia ukidip uki yani uki, uki uki, alafu ukitoka janaba shamanini shamaliza. Kwa hivyo hii ndio kaifia tu Mujizia. Hii ndio kaifiya tu mujizia ta. Ndugu zangu wa Islam, kuna wale watu ambao wana jeraha, kuna wale watu ambao wana vidonda na hawezi kutumia maji na wana janaba watafanya nini? Ndugu zangu wa Islam, dini yetu ahibati fillah imetuwekea la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Kwa hivyo hawezi kuoga, atafanya nini? Ata, atatayamam atafanya tayamam kwa hivyo tayamamu ni hivi ndugu zangu Islam, dawa ni kama ifuatavyo: atakusanya mchanga wake kijimbo cha mchanga kama hichi ndugu zangu Islam. Atatia nia ile ile ya kuoga janaba, lakini haogi kwa maji, anatumia nini? Mchanga. kwa sababu gani? kwa sababu gani? ana vidonda, kwa sababu hawezi tumia maji. Kaifia ni vipi? ni ndugu zangu, angalia vizuri Utachukua mchanga wenye particles sandy soil ambao una oji, utapiga mara moja, alafu uta, uta toa, toa ile mchanga lile eh, upate alafu utafuta uta uso wako moja, sawa? So, utapiga mara ya pili, utatoa, angalia, utaanza kwa mkono wa kulia wa kushoto utaweka chini, utakuja mpaka hapa, utageuza, utakuja ukifika hapo unageuza kiganja cha kulia, utakuja mpaka uta hapa, utakuja alafu utamaliza. Ushamaliza janaba kwa kunini, kwa kutayamam. Kwa hivyo usijipaki mchanga kabisa, ujipa, ujipaki mchanga, unapiga unatoa particles unafuta uso unapiga, unatoa, unaweka mkono wa kulia kushoto, unaekelea, unakuja, unaekelea huu unageuka, unamaliza. Hivyo ndio jinsi ya kuoga tayammamu, <coughs> kwa yule ambaye hawezi kufanya nini, kutumia maji. Hadha wallahu aalam, wa sallallahu ala rasulillahi alamin. Barakallahu fikum, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.